Muda mchache tu nimetoka kuongea na walimu, hasa viongozi wanaotarajiwa kuchaguliwa leo, akiwemo mwenyekiti wa CWT wilaya, lakini pia na wawakilishi kutoka e, maeneo mbalimbali wakiwemo wa sekondari na msingi. Nimetoa msitizo mkubwa kuhusu maadili ya walimu. Maadili ya walimu nimegundua ni kwamba kuna baadhi ya walimu wanakiuka maadili yao hasa kwenye maeneo yafuatayo: utoro wamekuwa watoro, wanaita utoro rejareja. Walimu wengi wana, wana, wanachagua siku ya kuingia darasani, anaweza akafika leo baada ya siku mbili tatu asionekane tena. Jambo jingine ni kuhusu urevi, kuna walimu warevi, na hili nimelifanyia utafiti na taarifa za kina kwamba kuna walimu warevi na hicho kinasababisha wasiingie darasani kama inavyotakikana. Kwa hiyo kutokana na hayo, nimetoa maagizo kwamba mwalimu yeyote atakayekiuka maadili yake kama mwalimu atoa kali sichukuliwa dhidi yake. Lakini kingine, kuna hii habari ya walimu kujihusisha na mambo ya siasa, kutokana na viongozi kwenye mitandao. Nimetoa maagizo, ni marufuku kwa mwalimu yeyote kujihusisha na siasa, lakini pia kutokana na viongozi kwenye mitandao walimu toka asubuhi mpaka jioni, wengine hawalali usiku wote, kazi yao ni kuchati na kutukana viongozi. Hili nimetolea maelekezo kwamba ni kwa marufuku mwalimu atakayejihusisha na aya, hatua kali zitachukuliwa. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, nina vyombo vyangu, napata taarifa nyingi tu kuhusiana na hayo mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye wilaya yangu. Asanteni sana.